Mheshimiwa mgeni rasmi, hii ni banda la kampuni ya Agribase Bioscience International. Kampuni ya Agribase ni kampuni inazungumza sana kwenye industry karibu ya miaka mitano. Tuna bidhaa tofauti. Kampuni ya Agribase ina bidhaa ya parachichi, tuna bidhaa ya pararizi kwenye mahindi, tuna kinatishi ambayo inasambaza dawa, tuna una dawa za ya tuna mabusta busta moja ambayo sasa hivi nasumbua soko la Tanzania kwa jumla yake. Hakuna busta ambayo inafikia ya maji ya balance ishirini na nne ishirini na nne yaani busta power jelly, ndio busta pekee ambayo ina 24 N P ishirini na nne K ishirini na nne. Lakini pia tuna kwenye kipimo, unaweka mbili ishirini kwa lita ishirini lakini tuna dawa moja inaitwa shujaa power. Shujaa power ni kwa ajili fall armyworm, wale wanaolima mahindi. Lita moja inakupa bomba mia mbili, maana yake kwenye lita ishirini unaweka miezi tano tu. Kwa hiyo lita moja hii unaweza kupata bomba mia mbili. Kama wewe ni mkulima mkubwa, tumia shujaa power. Asante sana Agribase. Wakulima wamekuwa wakipata tabu sana na kuhangaika na matatizo ya mnyauko. Una kiuatilifu gani kwa ajili ya kuwasaidia kwenye ishu ya mnyauko? Kampuni Agribase ina dawa mbili kwa ajili ya kinyausi. Kuna dawa moja inaitwa uh, jazi jazi, ili udhibiti kinyauzi haikulizwi tu kama kawaida, ambao wakulima wengi shazoaiza. Tunachopaswa kufanya unachanganya jazz kwenye lita ishirini ya maji, alafu unafanya kitu inaitwa trenching. Trenching manake ni nini? Wewe mkulima unanyunyiza kwenda kwenda kwenye udongo, manake kinyausi inatokana na bakteria ambazo zipo chini ya udongo, lakini pia kinyausi inaweza kusababishwa na ukungu wa kawaida. Kwa hiyo jazz inapiga two in one, juu na chini. Asante sana, wakulima tuwasapoti, tuwape sapoti, lakini maelekezo ni kwamba Hakikisheni mnakuwa na matawi, kuweni na tawi, lakini muwe pia na mawakala wadogo kwa ajili ya kuzileta hizi hizi mnasema za mnyauko. Wakulima wamekuwa wakihangaika sana na mnyauko, kwa kufanya hivyo tutakuwa tumewasaidia wakulima, sio mko Dar es Salaam tu, hapana, mukuweni msimewa kwenye maeneo simiwa. Naomba ni watoe mabalozi kidogo, kampuni ya Agribase tawi letu lipo Makambako karibu na halmashauri pia hizi dawa tunazisambaza kwenye duka za pembejeo. Kwa hiyo kama mkulima, namba zetu za simu tutaacha na pia kwenye duka za mapembejeo utazipata. Asante sana.